Yes, mambo vipi mwanasawasawa? Lakini pia hapa niko na habari kuhusiana na na wajumbe wa sekretarieti ya chama kikuu cha upinzani kutokea hapa nchini Tanzania, nikimaanisha eh, Chadema ambayo pia imeweza kumaliza muda wake akiwemo aliyekuwa katibu mkuu wa Chadema Bara Benson Kigaila, lakini pia wameweza kujiengua kwenye chama hicho. Eh, sasa wengine waliojitoa ni kama katibu mkuu wa Chadema eh, Zanzibar, Salum Mwalimu, Catherine Ruge na John Mrema. Hawa ni miongoni mwa kundi la G55, eh, ambalo pia eh, linapinga kauli, kauli mbiu ambayo ilikuwa inasema chama hicho ambayo ilikuwa inasema, no reforms, no election. Sasa Kigaila pia amesema leo kutokea hapa jijini Dar es Salaam kwamba wameamua kujiondoa kwa pamoja ili waachie wengine hicho chama wakiendeshe namna ambavyo kuwa wanakitaka. Na mkote hapa alisema kwamba hatuwezi kukaa kwenye chama ambacho maamuzi yake hayafanywi kwenye vikao, wanachama kubaguliwa na ukuaji eh, wa katiba. Sisi sio chawa, sisi tunajitambua tuliingia Chadema kwa malengo lakini pia yame, yameweza kumalizika ambayo tulikuwa tumeyapanga. Sasa tunawaachia chama chao, alisema Kigaila. Sasa e, sarakasi hizi ndani ya Chadema bwana zinaashiria nini hasa katika wakati huu kuelekea katika uchaguzi ikumbuke? Pia kumbe walishayasema kuwa na haya machafuko au pia haya makubaliano, kutokuelewana mpaka wao kuweza kujiamua ku, ku, kujiengua kwenye chama hicho, ilikuwa ni mara baada ya ule uchaguzi ambao ulikuwa umpita, mara baada ya mshindi alionekana ni kuweza kupita, kumbe hawa pia inaonekana e, wao kumsupport Mboe katika uchaguzi ule ndio ambao uliweza kuwafanya uh, kuonekana kama ni wabaya, kuonekana kama ni wanafiki, kuonekana kama wanafanya vitu tofauti tofauti. Mara baada ya uchaguzi ule kuweza kupita wakaonekana kutengwa, wakaonekana kuonekana wao ni wabaya na kuweza kufanya vitu vingine ambavyo havistahili kufanyika katika chama, na wao sasa, uamuzi wao, wameamua kujitoa na sasa sio wanachama eh, wa CHADEMA tena. Na wao pia waliweza kusema kwamba bado hawajatangaza kwamba watakuwa ni wanachama wa chama gani. Hawajataja CCM, hawajataja AC, eh, ACT wazalendo hawajataja Chauma wala chama chochote, lakini walisema harakati za kisiasa zitaendelea, na mara baada ya kuweza kujiunga na chama chochote taarifa itatoka, ila mpaka sasa hivi bado hawajaweza kusema nini. Unakiona, nakiona kwenye, e, kwenye swala hili, kwa sababu tunajua uchaguzi unakaribia, alafu e, chama pinzani kikubwa kutokea hapa Tanzania, kunaonyesha kwamba kunaa, kuna, kuna mkanganyiko e, fulani, wao kwa wao kushindwa kuelewana, nini kinaendelea. Sisi kama sawa sawa tuko hapo kupa updates, lakini pia na taarifa zote, endelea kutufuatilia, pia kutoa comment yako itakuwa ni muhimu. kipi wa kipi kiendelee kufanyika. Habari kiganjani mwako.